Kwa mara nyingine tena hapa katika viwanja vya Egoma katika jiji la Mwanza, mgombea urais kupitia chama cha Sauti ya Umma SAU, ndugu Majalio Kyara leo hii yuko hapa, lakini kubwa ni kunadi sera za chama chake. Ni lazima tuchukue hatua, tutafute uongozi, tufanye uchaguzi ulio sahihi, ili tukahakikishe huduma za msingi zinapatikana kwa kila Mtanzania. Haiwezekani, Ziwa Victoria liko hapa halafu unaambiwa Igoma wana shida ya maji, ni jambo la aibu. Haiwezekani hivyo, lazima ndugu zangu muelewe na mtambue umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi. Lakini pamoja na mengi ambayo amezungumza, kubwa kwake ni pamoja na kuona rasilimali za taifa zinaonufaisha watanzania wenyewe. Nawezekana ile nchi ya asali na maziwa ni Tanzania, tunahitaji ilishe Afrika, tunahitaji Tanzania iwe China ya Afrika. Uwezo huo kama taifa tunao, rasilimali zote tunazo. Ni kupata kiongozi sahihi, ni kupata kuonyeshwa fursa ilipo, ni kupata kutengenezewa njia, ili watanzania wote tufuate njia kwenda kwenye ukombozi. Lakini ni kwa namna gani wakazi wa kata ya Igoma na jiji la Mwanza kwa ujumla wanakipokea chama hiki kikubwa, ambacho nawaomba tu viongozi wengine ambao wanaendelea kueneza sana na itikadi ya vyama vyao, basi walau wajitahidi kuwaeleza Watanzania watawafanyia nini kupitia rasilimali zetu kama walivyotueleza. Mgombea wa urais wa chama cha SAU baada ya kuanua tanga katika viwanja hivi vya Igoma hapa Nyamagana, safari ya kampeni inaendelea katika wilaya ya Magu, ambapo hapo kesho atakuwa katika viwanja vya stendi kuu ya wilaya ya Magu. Kutoka hapa katika kata ya Igoma jijini Mwanza, naitwa Innocent Aloys wa Azam News.